Maneno ya kujisemea unapoachwa kikatili na umpendae. Maneno ya kujisemea unapo, unapoachwa kikatili na mpendae. Msikilizaji, katika ulimwengu huu watu wengi wanaumia kiasi ambacho wanatamani hata kufa, na mada hii imekuwa inspired na dada ambaye amesomea udaktari na ameshaanza kazi, umri miaka ishirini na sita. Alimpenda mwanaume sana sana, lakini huyu mwanaume akamwacha. Alimpenda sana sana, na kwa bahati mbaya kosa, kosa ni la mwanaume. Mwanaume sawa, kosa ni la mwanaume, lakini kuulizwa maswali mengi, mwanamke hataki, mwanaume hataki, akamwata kuvunja uhusiano, apokee simu. Awa hudada akaumia sana, kaenda mpaka kwa padre, padre kamshauri, kamshauri wapi, ajasikia sasa so, huyu dada ni kama daktari, anafahamu kwamba kichanganya dawa fulani na dawa fulani anakufa. Hata kama akimeza akime, akimezea hizo dawa akiwa ICU hawezi akamuokoa. Alikuwa ameshaanza kufikiria na ameshaziandaa tayari, ataka anywe. Lakini alipofikiria jinsi gani wazazi wake wanampenda, akaona kwamba haipendezi kujiua, ndo akaja kwangu na nikamsaidia, na kabla ya mada hii nimechati naye, ameniambia anaendelea vizuri sana. Hii ni kesi imetoka imekuja jana, kwa hiyo ikanipa mada, na najua nimemwambia kwamba ataisikiliza hii mada. Ina mambo mengine ya ziada zaidi ya yale ambayo nilimwambia alipokuja usini kwangu. Napenda niseme hivi, kama vile usivyoweza kuzuia mvua isinyeshe, huwezi ukazuia mtu kukuacha, huwezi kuzuia mtu mwingine asikuache. Ni kweli umempenda sana, umejitahidi sana kumwonyesha mapenzi yako yote, lakini ndio hivyo tena, ametumia uhuru wake wa kuchagua, kakuacha. Na kama kakuacha ufanyeje? Kama nilivyotangulia kusema, mvua uwezi ukaizuia kuendelea kunyesha, lakini unaweza ukazuia isikunyeshe. Sawa, nachukua mwamvuli wako, unautanua vizuri. Sawa, naona mwamvuli wako unatanua vizuri, uko kwenye mwamvuli sawa. Sasa mwamvuli una una, una, una yanashikilia nyaya, nyaya, sawa sawa. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba ili mvua hii ya maumivu isiendelee kukunyeshea katika moyo wako ukatamani kufa unajiona kama vile umetupwa kwenye shimo kubwa sana na ujui jinsi ya kutoka. Inauma sana, ni wajibu wako fahamu kwamba unahitaji mwamvuli wa kuzuia yale mawazo yanayoleta maumivu yasiendelee kuumiza, kama vile usivyoweza kuzuia mvua isinyeshe. La kwanza, tambua kwamba sawa sawa utakapofikia hatua ya kuona kwamba hustahili kudharauliwa, hustahili kuachwa, lakini huyu mtu kwa sababu zake yeye mwenyewe ameamua kukuacha. Sawa, naomba tu kubali kwamba ametumia uhuru wake wa kuchagua, kama wee unavyotumia uhuru wako wa kuchagua. Si unamkubali kila mtu aofyoyo sawa, ana sababu zake, japo kuwa hajakupa sababu zake zote, anaweza kuwa sababu mbili au tatu, whatever it is. Cha msingi ambacho takushikani kwamba umeachwa na kama umeachwa haya ndiyo mambo ya kushikilia, kama mwamvuli unavyoshikilia mvua inapocheka, ile inaponyesha, sawa, mvua inaponyesha. Kwa hiyo maneno ya kujisemea ndiyo mada, sawa. La kwanza, najua kwamba mimi nimekamilika, sijali ananiona vipi au kama ananiona na kasoro au vipi, sawa. Najiona nimekamilika, kama yeye anaona kasoro, hayo ni ya kwake, yanihusu mimi kuharika na najiona kweli, nilimpenda kweli kwa moyo wangu wote, najiona kweli nimempenda. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba, nachokiona ni kwamba huyu mtu ana sababu zake na mimi sitaki kumwingilia, hayo ni maisha yake. Mtu mmoja akasemaje, remind yourself it's okay not to be perfect. Asema jikumbushe wewe mwenyewe, wewe tambua sio mkamilifu hata kama kuna makosa, kuna makosoro unayo, hakuna mwanadamu mkamilifu. Kwa hiyo lazima ujikumbushe kwamba, yes inawezekana kuna makosa ameona, japokuwa siyajui, lakini kjani ache tu aende. Hiyo ni, ni sehemu ya kwanza ya mwamvuli, ni waya wa kwanza kwenye huo mwamvuli unaozuia mvua isinyeshe. Ya pili, haya ni maisha na kila mtu anaishi kama anavyojua au kupenda. Siwezi kumlazimisha mtu aishi kama ninavyopenda mimi, huwezi kumlazimisha aishi kama anavyotaka wewe, aendelee kukupenda, kamona amefanya maamuzi. Haya ni maisha, kila mtu ana maisha yake, ameamua hivyo, mwache aende, mwache baby, mwache. Najua inauma. Tatu, namshukuru Mungu japo naumia, niko hai. Haleluya, namshukuru Mungu japo naumia, niko hai sina kilema, sijavunjika mguu kama yule alivunjika na boda boda, sijafanya hivi. Najifunza kitu hapa, ha pata, katika haya maumivu nayoyapata na mambo ambayo nimekutana nayo katika uhusiano huu uliovunjika, najifunza kitu hapa. Sio bure, sio bure kabisa. Kuna kitu najifunza, hasa kuangalia vizuri, utakiona. Hasa kuangalia vizuri, utakiona tu, angalia, inakufundisha. E, usijua kachagua mtu mwingine ambaye atakuumiza miaka kumi ndani ya ndoa miaka manandnana no. kuna kitu hapa. Niko shule, kuja nisubili, nifaulu, nisubili mtihani mkubwa niweze kupata cheti changu. Niko shule, nivumilie kula ugali na maharage. Ni kweli nahitaji penzi, lakini sasa hivi nahitaji kupanua penzi langu. Dunia hii haina mwanaume mmoja, haina mwanamke mmoja, sio huyu aliyeniacha kuna watu bilioni saba bilioni saba duniani. Pasa nipanue penzi langu nianze kuwapenda ndugu zangu niwe nawapigia simu mara kwa mara nawajulia nawa hali marafiki zangu niwasaidia hata maskini sawa sawa. <laughs> mtu mmoja akasemaje? a broken heart is an open heart. Haleluya. Akasema a broken heart is an open heart. Akasema moyo uliovunjwa na mwanaume mwingine na mwanamke mwingine, ni kwamba uko wazi. Haleluya, sawa so, moyo uliovunjwa moyo uliovunjwa ni kwamba uko wazi. likuwa amejifunga, umemfungia huyu mtu ndani, ulikuwa umemfungia huyu mtu ndani, unampenda anakupenda, lakini ameamua kukuacha, lakini sana, open heart. Anza kuwapenda watu wengine, onyesha mapenzi kwa watu wengine, onyesha kujali, kuthamini watu wengine, onyesha mapenzi kwa watu wengine bila kudai na wenyewe wakupende Unapomsaidia maskini yeah, ana cha kukulipa wapende watu wengine ambao hawana uwezo wa kukulipa sawa. Usione viwete we vilema, una ombombabaaba, usione kama takataka. Panua penzi lako, haleluya. Panua penzi lako. Mungu akasema kwamba anayepanda atavuna. Kwa hiyo ukipanda mapenzi kwa watu ambao hawatakulipa kimapenzi, utakuja kuvuna mapenzi huko uta mbele utaona yule mwingine ni mshenzi kweli. Pumbavu aliniacha. Na mwenye atakuona wivu anakufuatilia Instagram, anakufuatilia Facebook. Ah, anaolewa ah, kwa macha. Kwa dada mmoja aliniacha. Kwa kwa story na <laughs> kweli. Ndio akichanga. Aliniacha. Ndio mimi alimpenda kweli. Akaenda kwa Mchaga Sawa, binti mwingine, haleluya. Nampenda, nampusha Instagram, Facebook, ume, anafuatilia <laughs> sikujua kama anafuatilia sasa. Siku moja yuko na wee mume wake anayemtesa, kakonda kuliko njiti ya kibiliti, kakonda hmm. alikuwa amenenepa na mamiale alikuwa nayachia hivi, baya mtamu, kimwona kwa mtamu <laughs> kweli, kimwona tu, unaona utamu, haleluya. Akaniacha hata siku moja

akasema basi ni mume wangu, amenitumia. Alianza hivi akasema, Nelson, mbona wananitesa sana? Sawa, nyinyi mnaishi kwa raha na mkeo, naona mnaishi kwa raha, sasa inakuwaje mume wangu afanya hivi? Nikamwambia, wewe umetumia meseji jana nikimwambia ujambo Anaangalia chini akaingia dada ni dada akajificha. Anyway, hiyo ndio hali halisi. Mapenzi yanaumiza sana. Kukombe atakuja atajuta huko mbele. Usiogope. Sasa hivi ndio kweli inauma. Sikatai usiendelee kuumia. Umia lakini ni shule. Tambua kwamba hiyo ni shule, sawa? Haleluya. Ningia kwenye ta point ya tano, Katika mwamvuli wetu. Sawa? Inaumiza sana. Jiambie wewe mwenyewe.

Iambiwe mwenyewe, nadhamiria kuishi kwa raha. Sawa, na nadhamiria kuishi kwa raha bila kumtegemea mtu mwingine anaongezea raha. Haleluya, sema, nataka nayapende maisha yangu, nataka nipende mwenyewe, ipende mwenyewe. Sawa, hiyo ni pointi ya tano. Pointi ya sita. Sawa, pointi ya sita, sema hivi: ni wakati sasa nijifunze kufurahia upweke wangu. Yes, niko singo. Sawa, singo and happy. Sawa. Kwa hiyo ukiinclude na ile point unazungumza, saidia watu ambao hawatakulipa, hawatakurudishia wema. Saidia watu. Yesu akasema hivi, mkimpenda wanao mkimpenda wanaowapenda, hamna tofauti na malaya wanaogawana kondom. So kwa hiyo hapo anasema, anasema ifurahia usingo wako, upweke wako ufurahia. Sawa. Nitapiga vita sauti ambayo kwenye akili yangu inanikumbusha juu ya huyu mtu. Nitapiga kwenye Biblia, kwenye Wakorinto sijua kabisa, sema nachukua na, na mateka, i take captive every thought. Nachukua mateka mawazo yote, nafanya ni mateka, ni atawale mimi, ni athibiti. Kwahiyo nasema, kwa hiyo I want to be a happy single person. Hiyo itakusaidia sana. Namba saba, kuendelea kumchungulia huyu mtu FB au Instagram, napoteza muda wangu kuendelea kumwangalia. Naendeleaje? napoteza muda wangu haniongezei kitu ila naniongezea maumivu. Inanipasa nijizuie kwa kila hali, sawa. Kutamani kumbembeleza nirudie, nataka mtu anayenihitaji kwa kuwa ananipenda, anauona umuhimu wangu, sio mtu ambaye anaona machozi yangu, eti mtu akuonea huruma mrudiani kwa sababu unalia sana. Ah, ah, tafuta mtu ambaye anakupenda anakuthamini, anaiona thamani yako, anakuhitaji wewe kwa sababu una thamani, sio kwa sababu unalia sana ili mrudiane anatumia sijui mashemeji, sijui marafiki, sijui baba yake, anataka kumfua babu yake, aje akuombee msamaha, mrudiane. Haipendezi, unaendelea kujiumiza, una unapoteza wakati, unashindwa kujifunza somo muhimu, kwamba una thamani bila, kuta, bila, bila kumwangalia mtu mwingine anasema nini au anafanya nini. Nane, hmm, namsamehe kwa kuniumiza, namsamehe, namsamehe kabisa kwa jina la Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, sawa. So, alisema kwamba Bwana Yesu akasema kwamba ombeni uh, hivi Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwa, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama navyotumiza mbinguni, utusamehe dhambi zetu za kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Ni kweli amekukosea tawa, ni kweli aja kutendea haki, lakini msamehe na Mungu atakusamehea kwako, si sinajamba? Mara nyingi watu wanasikia harufu mbaya wameumiza, lakini ajai kujamba sinajamba. Ni mwanadamu, unajamba. Kwa hiyo sikusumbua sana baby baby sana sawa. Kwa hiyo msamehe, namwombee. Sawa. Nachana na mawazo yanayoniletea maumivu ndani ya moyo wangu. Sawa. Namba tisa, naheshimu uhuru wake wa kuchagua na sitamchukia kwa kuniumiza. Sitamchukia, sitamsema vibaya, sita nini, sitamchukia. Sawa, naheshimu uhuru wake wa kuchagua na sitamchukia wala kumsema vibaya. Haisaidii, haisaidii kitu. Nikimsema vibaya, sindo kwamba atanirudia. Kwanini ujichafue? Unajitia una najisi wewe mwenyewe kwa kusema vibaya. Akasema, Yesu akasema kwamba yanayomtoka mtu mdomoni mwake ndio anaomtia unajisi, sio mavi yake anayokunya yanaomtia unajisi, yanayotoka ya mdomoni. Sawa, Yesu akasema hivi. Kwa hiyo fuata uongozi wa Yesu. Yesu anaitwa mfalme wa amani, prince of peace. Atakusaidia, atakusaidia ukifuata kanuni zake, atakusaidia. Nikimkumbuka au nikikumbushwa nikaumia nitatumia dakika moja kumwombea mema sawa. so, nikikumbuka au nikikumbusha, mnaendeleaje? e, na Ema Aisha, je, na Jenifa wanakukumbusha, wakati nyie mmeshaachana, walikuwa hawajui kuwa mmeachana, watakukumbusha. Watu watakuuliza, ndugu zako vipi shemeji, naendeleaje, unaweza kulia cha saa ukimkumbuka, tumia dakika moja. E Mungu, Baba muumba mbingu na nchi, uliumba watu wote kwa mfano wako, uliowapa watu haki ya kuchagua, uhuru wa kuchagua, kama Adamu na Hawa ukapo wakawaambia, Bwana msile mti huu, lakini wakala, wakatumia akili zao, wakala wakapata matatizo. Mungu, mbariki Jofre aliyeniacha, mtendee mema, mbariki, muongoze katika mema yote. E Yesu, mfalme wa amani, nipe amani So, hey Yesu, mfalme amani, nipe amani yako, amani inaopita ufahamu wote, iliyoandikwa kwenye Biblia sawa. so, nipe amani yako, hey Yesu, itakusaidia sana na Mungu akubariki. Tumia mwamvuli huo, uweze kuishi kwa amani katika maisha yako na mshukuru Mungu, amekuweka haya hadi leo na kuiona video hii sawa. So, kama ujajisajili, kuna kiboksi chekundu pale kimeandikwa subscribe, bofya kwa maandishi Nipigie simu, gharama ni shilingi elfu tano. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo: sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa tisa tisa nne. Narudia, sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa Tisini na nne na kuandikia hapo chini, na Mungu akubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.